Tubaki majumbani kwetu ili yule afisa afisa msafirishaji anaojiita, tukamwona yeye ameingia, amepata tatizo, sisi kama chama hatutuhusika naye. Tumeona hivi leo hii, mkurugenzi, nikaenda kwenye soko lako hapa saizi, nikaenda na buku mbili, nyanya anazopata za buku mbili, hadi kuzibeba mkono unauma lakini kipindi cha siku tano tumenunua nyanya moja 1000. Tusicheke, si jambo jema, lakini tumesema tunyanya buku leo. Sisi kwalia kununua lita ya mafuta shilingi elfu kumi baba sasa, hebu tuchukulie picha tu lile zoezi. Nyinyi serikali mngesema kwamba tukae ndani ya mwezi mmoja ndani, athari zake zingekuwaje? Siku ya tarehe 9 hatutofungua biashara zetu Hatutofungua kwa sababu tunazo taarifa kwamba wanadai wanataka kujaribu kutumia maeneo yetu ya biashara na makundi yetu, ili waseme machinga walikuwa na andamana, machinga ndio wamechoma Kariakoo. Tunakuhakikishia tuna, tunakwenda kuzungumza na wenzetu na kupitia kusanyiko hili, niseme siku ya tarehe tisa hatutofungua biashara zetu, tutabaki majumbani, ili yule ambaye atakuja Kariakoo au kwenye soko nyingine kwa kisingizio cha machinga aende kakutane na mkono wa dola. Sisi tunataka amani, tunataka utulivu katika nchi yetu, tunataka utulivu katika maeneo yetu ikijomu. Ikijomu ya biashara Kariakoo ile leo ikichomwa, mchikichini ile leo ikichomwa, wala ichomwe mali ya mheshimiwa rais, wala ichomwe mali ya mkuu wa mkoa, wala ichomwe mali ya mkuu wa wilaya unakwenda kuchoma mali za maskini vijana wa Kitanzania, ambayo baada ya hizo vurugu maisha lazima yaendelee. Tutaendelee namna gani? Shughuli zetu hazina bima. Mtu amechukua tenga lake moja na nyanya, umekwenda umechoma, hana bima, hana mtaji, namna gani tunaweza kusurvive kuishi kwa ajili ya familia yake, ili yule anayetaka kufanya uharamia asitumie kofia yetu ya bodaboda na majaji kufanya uharamia wa na wapongeza hiyo. Eu, eea <coughs> jambo la pili nimelibeba, napeleka kwenye vikao mapendekezo yenu. Amesema mwenyekiti wa mkoa na amesema mwenyekiti wa Kariakoo, kwa sababu wanaetamani sana Kariakoo, wanaetamani sana zicezeta, mmesema kwa ile tarehe tisa, wafanyabiashara ndogo ndogo wote mnaomba serikali iseme kwamba mfanye shughuli, ili wale wanaotaka kufanya uharamia wasitumie nafasi hiyo. woko kweli imozi <coughs> <coughs> Asanteni sana kwa nini leo hii ni, ukienda vukaliakoo ukachoma mzigo, umechoma mzigo wa nani wa machinga, si ndiyo? Ukichoma mzigo ule umechoma mzigo wa nani? Ukichoma duka umechoma duka la nani? La mfanyabiashara, uko kweli. Ukichoma nyumba umechoma nyumba ya nani? ya la mfanyabiashara. Kesho yule mfanyabiashara haliki na bima, kwa sababu bima hiyo yule machinga ambaye mizigo yake iko pale ikichomwa, hakuna anayemlipa hasara ya nani? Ukimtazama nyuma, huyo machinga ukimtazama huyo nyuma, bodaboda ana mama, ana baba, ana shangazi, ana mjomba, ana ndugu, ana watoto, ana mke, ana mlolongo familia na mahitaji yana nategemea yeye. Ingine wale waliosoma sheria wanafahamu, kabla hujasoma sheria kuna kama utangulizi wanaita priambo, priambo ili usome nini kimeandikwa ndani yale sheria. Ukichafua amani hii, kile kilichotokea tarehe 29 ni priambo awi. Kilichotokea tarehe ishirini na tisa ni nini? Ni priambo. Wote tulikaa ndani asubuhi, mtoto anakuuliza baba, tuendi shule. Siku ya kwanza unamdanganya, siku ya pili unamdanganya, siku ya tatu namwambia shule zimefungwa, wongo. Mama anakuuliza pesa, unayo mkononi, lakini ukanunue nini? Wapi? kuna mjumbe amesema wamenunua nyanya shilingi elfu moja. Sasa tusikubali kwenda kule, wafanyabiashara wadogo, machinga, maafisa usafirishaji, chonde chonde chonde tusikubali kule tulikopita. Kazi yangu mimi ni kukulinda wewe na mali zako, yaani jukumu la la jeshi la polisi basically ni kumlinda raia na mali zake. Kama hakuna amani, hakuna maendeleo. Sisi tunajivunia, mkurugenzi huko hapa ni shahidi, jiji la Dar es Salaam ndiyo linaloongoza kwa, kwa mapato ya nchi hii. Sasa hatuwezi na, na. Kwa nini tunapata tuna mapato ya kiasi hicho? Kuna amani